Kipindi hiki kilichopo machoni mwako ni mkusanyiko wa maswali mbalimbali mbali ya dini. Maswali hayo ni mwongozo bora kwetu, ni maswali ya kujifunza, ni maswali ya kutujenga, ni maswali ya kuijua njia yetu. Kazi yetu ni moja tu, kukufahamisha yale usiyoyajua. Kutana na Abdillahi mwana wa Maalim Mashi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, mtazamaji wa Kishki TV, ni siku nyingine ya challenge tena. Karibu sana mtazamaji, katika kipindi chako pendwa, kipindi cha street dawa. Msimu mpya huu, mambo mapya kabisa, na leo street dawa imeibukia hapa maeneo ya Chanika Nyeburu. Leo ni zamu ya kuwa challenge Waislamu ambao wanapatikana katika maeneo haya, wale ambao nitabahatika kukutana nao nitawatwanga maswali, na swali so langu leo linasema hivi Neno bismillah lina maana gani? Waislamu, katika majambo mengi sana tunaanza na neno hilo, maana yake ni nini? Ndio swali ambalo nitaliuliza leo. Nyuma ya kamera ni omithewei Omari Salum Nyanga. mimi ni mwana wa Maalim Mashi. Nifuate. Street Dawa kukuelimisha, hilo ndilo jukumu letu. Hivi neno bismillah ili lina maana gani? Sijasoma sana Kiarabu. Street Dawa kukuelimisha hilo ndilo jukumu letu. Mzee wangu, asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Bibi Ali. Safi tu. Unaitwa nani mze wangu? Naitwa Abdalla. Sheikh Abdalla, mimi nakuuliza swali, ukipata nakupa zawadi, ukikosa nakupa elimu, sawa? Watu wanapotaka kuanza kitu, wengi wengi wanasema bismillah. Maana yake nini neno bismillah? Okay. Sawa. Ngoja tuje kwa brother dukani hapo. Alafu, unaitwa nani? Jina lako Ibrahim. Waislamu wengi kwenye majambo yetu tukianza tunasema bismillah, bismillah, bismillah. Ndio. Hata pengine wewe ukija hapa unasema bismillah, sio ndio? Hivi neno bismillahi maana yake nini kwa Kiswahili, tafsiri yake ni nini? Bismillahi kwa, <todilio> kwa jina la Mwenyezi Mungu, mwingi wa rehma na mwenye kurehemu. Kwa hiyo kila kitu utakachoanza ukianzia bismillahi Mungu anafungua kabisa. Kwa maana maana yake yake neno bismillahi nini? Kwa jina la Mwenyezi Mungu, Rahmani, Rahim. Kwa jina la Mwenyezi Mungu, Mungu wa rehma na mwenye kurehemu. Asante sana. Ibrahim amepata ngao ongeza sana, lakini nimechukua ile ya mwanzo. Asante <todilio> sana. Mimi nakupa zawadi yako bwana. Hii hapa. Tuombe funguo kuna nini? Ah, sawa. Una zawadi ya pesa. Yeah, ah, sana. Street dawa kukuelimisha, hilo ndilo jukumu ah, mm -hmm. ah, <laughs> Street dawa kukuelimisha hilo ndilo jukumu letu. Mtu anasema bismillah, ina maana gani? Tunamkaribisha Mwenyezi Mungu. Street dawa kukuelimisha hilo ndilo jukumu letu. Unaitwa nani ndugu yangu? Mwaka gani? Mwaka gani? Mwaka gani? Wewe mtu wa wapi wewe? Bismillah hatari sana. Machungwa matamu sana, mmetoa wapi? Haya haya tumenunua Buguruni. Ah okay. Kaji wenyewe mmetoa shambani mmelima wenyewe nini? Mna tumizunua Buguruni. Ah na Buguruni wametoa ah, Tanga. Toa tanga ya. Okay, asante sana. Naomba nikuulize swali. Ukipata nakupa zawadi, sawa eh? eh? Naam. Mimi hapo nilivyosikia wakati nakula chungwa nimesema bismillah, eh? si ndiyo? Hii ina maana bismillah kwa Kiswahili. Tafsiri yake ni nini? Tafsiri yake nini kwa Kiswahili bismillah? Bismillah tafsiri yake. Hmm. Yaani kwanza tunamtangulia Mwenyezi Mungu. Yo bismillah. Tunatanguza Mwenyezi Mungu. Sitaki maana, nataka tafsiri yake kwa Kiswahili. Mtu akisema bismillah, kwa mfano, mtu akisema asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maana yake huyo anasalimia mtu. Lakini tafsiri yake ndio ile kwa Kiswahili, amani ya Mwenyezi Mungu iwe rehema, eh, amani na amani na rehema za Mwenyezi Mungu ziwe juu lako, sio? Tafsiri yake kwa Kiswahili. Sasa ile neno bismillah kwa Kiswahili tafsiri yake ni nini? Bismillah kwa Kiswahili Ah, mimi ntoka kidogo. Okay. Mimi nakupa elimu. Yeah. Bismillah manake naanza kwa jina la Mwenyezi Mungu. Naanza kwa jina la Mwenyezi Mungu. Yeah. Street Dawa, kukuelimisha, hilo ndilo jukumu letu. Bibi habibi. Mzigo wako. Wapi wapi? Ndugu yangu? Biashara biashara biashara inalipa inalipa? inalipa sana wanasema ya ya ya ya uongo kweli? Ingia Ingia Ingia basi tuungane. Tuungane. Tuungane. Tuungane Eh? Kwanza msimu. Maiki uje huko. Wewe Wewe unapaki hapa hapa una una familia? familia familia Mashaallah. Na inaenda kwa hii hii. Hii hii hii. hii. Hii kwako pikipiki? pikipiki. ni ni au sema hek miwisha inai kutokana na ile na maana lakini safi kabisa. Mimi nakuuliza swali ndugu yangu, ukipata, nakupa zawadi sawa. Hivi neno bismillah tafsiri yake kwa Kiswahili ni nini? Nini bismillah? kwa kwa jina jina la la Mwenyezi Mwenyezi Mungu Mungu. Safi kabisa, rudia tena. Unyama sana, umetisha bwana. Mimi nakupa zawadi, zawadi yako yako hapa hapa, fungua, tuambie kuna nini. Yo ya kwako mzee, baba <muchayana> inshallah. Street dawa kukuelimisha hilo ndilo jukumu letu. Shaka wangu, asalamu alaykum, habari? Mambo mazuri. Mbona kama umepanic, shaka wangu relax kidogo. Mi naitwa Abdillah Mashi, natoka Kishki TV. Dada Juma Shabani, hili neno bismillahi lina maana gani? Hmm, kwa Kiswahili bismillahi, kwa jina la Mwenyezi Mungu. Safi kabisa, mi nakupa zawadi yako bwana. Simekuambia kupata nakupa zawadi hii hapa bwana, fungua ndani kuona nini. Street dawa kukuelimisha hilo ndilo jukumu letu. Sehemu ba ya Street dawa sasa ni wao kwa wao. Hapa niko na mzee wangu, mzee? Amisi Betamayo. Amisi Betamayo na niko na kijana Mikdadi, Mikidadi, Mikidadi, ni kama mtu na mzee wake hivi. Mnaulizana maswali mawili ya dini, sawa sawa? Sawa, hakikisha swali unalouliza jibu unalo. Nani ataanza kumuuliza mwenzake? Eh, twenzetu, nini maana bismillahi rahmani rahim? Umeiba swali langu wewe. Haya, twenzetu mzee, maana bismillahi rahmani rahim ni kwa jina la Mwenyezi Mungu, yani ni ni jina la Mwenyezi Mungu nini linaloanza Bismillahi rahmani rahim. Kwa jina la Mwenyezi Mungu. Haya, Haya, amepata amekosa? Bado Bado hajakamilisha. Hajakamilisha <laughs> Unampa nafasi au ndio? Haya, rekebisha vizuri sallallahu. Swali langu ni kizuri. Eh, jibu lako. Jibu langu, Bismillahi rahmani rahim. Ndio swali lako bwana. Bismillahi. Yote Bismillahi rahmani rahim. Ah, tafsiri yake ni <laughs> nini tafsiri yake kwa kweli bwana. Mimi nimesema hiyo. Tusaidie jibu. Maana yake kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Safi kabisa moja, bila hiyo komboa wa mzee wangu, mpe swali eh bwana. mm -hmm. Inshallah ebana, katika kuswali kuna tahiyatu ngapi katika kipindi kimoja cha ja adhuhuri dhuhuri? Kuna tahiyatu mbili. Kapata kakosa? Kapata. Haya, swali la pili, twenzetu. Nakusikia miustajia, nguzo tano za Kiislamu hasaje nguzo tano za Uislamu. Haya, mzee mzee mzee wangu twenzetu. Nguzo za Uislamu. Ya kwanza mm -hmm. Eh. Ya kwanza ni ashhadu, yaani kushahadia mm -hmm. Ya pili kutoa zaka Mhm. Mm, ya tatu kwenda hija Mhm. Mm, ya nne kufunga Ramadhani Mhm. Mm, ya tano akat ah. Ya tano imenishinda. Ametaja nne, alizotaja zipo. Uh, zipo alizotaja zipo. Okay, sawa. Kwa hiyo moja amechemsha. Hebu tutajie wewe zote tuone. Kwanza shahada, pili kusimamisha swala tano, kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, kutoa zaka na kwenda kuhiji Maka kwa mwenye uwezo. Sawa, mashallah, amezisaja ingawa sio kwa mutawali yani, kwa mfululizo lakini ndo hizo. Haya, Swali la pili mzee wangu, swali mm -hmm, la pili nakuliza, vipi? Katika swala hiyo hiyo ya kuswali eh bwana, kuna swali swala tano eh, Ya alfajiri inaswali, ina raka ngapi mzee wangu? swala yake kwenye sala tu eh, swala alfajiri ina raka mbili. Mchezo wetu umeisha hapa, nani aongoza, nani ameshinda? Basi, nampa zawadi kijana. Zawadi yako. Hawa wazee wamesoma zamani wanasahau. Hawa vijana wametoka juzi juzi kusoma. Street Dawa kukuelimisha hilo ndilo jukumu letu hapa. Niko na Alhabib ambaye anaitwa Alhaj na Alhabib ambaye anaitwa Shaban. Wao wataulizana maswali wao kwa wao, mawili, huyu moja, huyu moja, na mshindi tutampa zawadi, na ambaye atashindwa watakuwa wamesaidia, wamepata elimu ya kile ambacho wakijue. Lakini sharti ni kwamba swali ambalo unaliuliza lazima jibu, wewe unalifanyaje, unalijua? Umesikia, bwana Alhaj? Naam, nani ataanza kumuuliza mwenzake? <laughs> Shedwa banganda mwana. <laughs> ah, shashabani tuanze hapa. Naam. Mhm. Mm, mimi namuuliza idi ya kuchinja. Hii inakuwa ni tarehe ngapi ya mwezi wa ngapi na ni mfungo ngapi? Haya. Umesikia swali lake? Mhm. Idi ya kuchinja inakuwa tarehe ngapi mwezi wa ngapi? Idi ya kuchinja inakuwa tarehe ngapi mwezi wa ngapi? Mfungo <laughs> ngapi? Mwezi ngapi? Haya, anarudia swali lake. Rejea swali lako vizuri ili akuchinja. Eh, mfungo ngapi? Mwezi ngapi? Mhm. Mm. Wewe ah, sijui <coughs> ha? Ha? Ha, ya, sijui hivi. Hapa si ya ufungu, yaani ndo kusema ya ufungu na mtu eh hey. Na hesabu sekunde hapa. Naam, ikifika dakika moja hapa swali linakufa. Unauliza wewe itakuwa sasa ushapigwa moja bila Ah, bwana mimi nimesahau kusema kula. Umesahau. Tusaidie jibu. Naam, ni mfungo tatu mwezi wa mwezi tisa. Eh? Ni mfungo tatu eh? Mwezi kumi. Safi kabisa. Naam. Haya. Moja bila hiyo. Komboa mzee, twenzetu. Manaishi wa dabi yani. Eh, hiyo dabi hiyo. Afu dabi akimbii mtu huyu. Dabi akimbii mtu Haba siku <laughs> labda <laughs> ningemuliza swali moja tu ningemuliza, <laughs> labda <hazimuwa> swali jepesi tu, nguzo za Islam zipo ngapi? Jamaa kuuliza, umesema swali lake nguzo, hey, za Islam zipo tano. Amepata amekosa anasema? Anasema ziko tano, tano amepatia. Haya, moja bila bado. Shishabani anaongoza hapo. Mtu angela pili.

salake e, majibu la kwanza umetaja tano, kakukubalia, ataka uzitaje sasa. Sawa, nikumwamini Mwenyezi Mungu, kumwamini na mtume wake. Sawa, na swala ija zaka. Kapata, kakosa, kapatia. Ah, mna bwana, emrudia tena eh? uh-huh. Kumwamini Mwenyezi Mungu, kumwamini mtume wake za Uislamu hizo, si ndio? Hivyo swala zinasema hivyo? Ndio, azitaje. Sawa, yeah, twende eh? Kuamini eti, kuamini swala kuiji maka nne. Ya ngapi? Yeah, nne. Ya kwanza umesema nipi? Kumwamini Mwenyezi Mungu uh -huh. na kumwamini mtume wake, swala kuna zaka na kuna kuijimaka. Amepata? Amepatia. Ah bwana, wewe mbona kama swali swal mwenye jibu ujui bwana? <laughs> e, msitaje wewe tano. Eh, taja nguzo za Uislamu ya kwanza mpaka ya tano. Taja wewe. Ya kwanza kumamini kumamini Mwenyezi Mungu. Uh-huh. Ya pili, Ya pili swala. Hapo hapo mtanange umeisha hapa. Brother ameshinda, nachukua marks ya pili kwa sababu hyu kawauliza swali ambalo mwenye jibu hana. Kumwamini Mwenyezi Mungu sio nguzo za Uislamu, haipo. Kumwamini Mwenyezi Mungu ni katika nguzo za nini? Za imani, kumwamini mwenyezi Mungu. Ya kwanza ni nini? Shahada mbili. Sawa, ya pili nini? Swala. Ya tatu zaka, ya nne funga, ya tano, ya tano ita kuhiji Maka. Mchezo umeisha, Shashabani ameshinda. Zawadi yako hii hapa, fungua udome, kuna nini huko? Hiyo <laughs> ya kwako bwana. Ah, shukrani. Neno lako kwa waislamu kuhusiana na umuhimu wa kujifunza mambo yao ya dini unawaambiaje? Ni kweli natakiwa tukae kwenye madrasa na tuzingatie yale tunayofundishwa ah, e, okay. ee. Alhaji asante bwana ah, ila wanangu walikuwa wanatutia chaka unajua. <laughs> <laughs> Siku ya leo Street Dawa mtazamaji, haina la ziada, na leo tulikuwa hapa maeneo ya Chanika Nyeburu na mimi, umefurahi umeenjoy, lakini kubwa umefaidika, pia umechota yale ambao ulikuwa uyafahamu. Asante kwa wote ambao walikuwa nasi, asante kwako kwa mtazamaji kwa kuendelea kuifuatilia Street Dawa. Nyuma ya kamera ni Omi the way, Omari Salum Ng'anga ambayo utajua hujui, ndio siku ambayo utajua ulikuwa hujui. Mimi ni mwana wa Maalim Mashi, kazi yetu ni moja tu, kukufahamisha yale usiyoyajua. Street Dawa kukuelimisha, hilo ndilo jukumu letu.